Waziri wa Kilimo Mheshimiwa Hussein Bashe amesema wizara itabadilisha sheria ya TARI, TOAST, TPHPA na TFRA kwa yeyote atakayekamatwa anauza mbegu, kiwatilifu au mbolea feki atawekwa katika kundi la wahujumu uchumi. Waziri Bashe amesema hayo leo jijini Dodoma katika mkutano wa taifa wa wadau wa tasnia ya mbegu huku akiwafananisha wa wauza mbegu feki kama wauaji. Nataka tu niseme kuanzia msimu ujao wa kilimo tukikamata agrodila anayeuza mbegu feki dukani tutamwajibisha agrodila na tutamwajibisha kampuni husika. Kwa hiyo mzee, ukifika tu ofisini, waandikie kila mmoja alete listi ya agrodilas wake sidilas wake waangalie, wako kwenye mfumo. Sitco atakuletea listi wote na mikataba itakayotengenezwa sasa hivi, na mwanze process immediate. Mikataba tutakayoweka tutaweka mikataba ambayo ni very strong, ili to protect guys, you don't need a spoiler kwenye distribution channel yako. Hauhitaji, hauhitaji. Sheria tulionayo sasa haipeleki punishment kuwa very strong tulikamata na watu wa wale wa Mwanza wale ilikuwa ni kampuni gani yani? wale tuliwakamata walikamatwa ma magu baya, eh? Baya. Baya yes. Umenielewa lakini yeah, that's, that's killing, lakini guys where is the law eh? Wale jamaa wanaenda kuishia wapi? penalty adhabu, yaani mtu ambaye kauza mbegu feki tunamwadhibu adhabu ya shilingi laki tano milioni moja. Nchi zingine mtu anayeuza mbegu feki, unajua we need one day watu wanyongwe kama na televizy, kwenye TV ananyongwe. Najua ni maneno magumu, lakini how can you sell a fake seed to a smallholder farmer? Unamuuziaje mbegu feki? Kwa hiyo tunabadilisha sheria Itata, itasema clearly anayeuza mbegu feki. Tutabadilisha sheria ya TARI, tutabadilisha sheria ya TOSCI, tutabadilisha sheria ya TPHPA anayeuza na ya TFRA anayeuza mbegu feki, anayeuza kiwatilifu feki, anayeuza mbolea feki, hawa wote wata, watawekwa kwenye kundi la uhujumu uchumi hivi ndivyo tutakapowaondoa spoilers kwenye nini, kwenye system, these are killers. Yaani wale watu wale, wamagu wale, kuna mmoja nilimkosa kosa Tabora hivi. Leo ukikamatwa umebeba meno ya tembo, si ni hujumu uchumi jamani? Na gari iliyobeba si inataifishwa eh? Ilikuwa ni mbegu gani ile ilikamatwa Manyara kwenye gari, ilikuwa ni kampuni gani? DK, eh? Yes. Ilikuwa ni tani ngapi? Tatu. Yaani fuso kabisa gari inakamatwa pale jamaa linauza mbegu feki kijijini. What they do? Wanaenda sokoni wananua mahindi. Wanaajiri watu. Wale watu wanachambua yale mahindi makubwa makubwa wanaya- wanayachukua halafu wanayatia rangi, wameshaandaa utaratibu wa kuprinti mifuko, wanapaki vizuri kama ilivyo mfuko wa dukani, halafu wanaupeleka wapi? Nimewaambia wataalamu wangu waangalie kanuni, wakati mchakato wa sheria unaendelea, what can we do kwenye kanuni, because these people are killer. Like any other killer. Kwa hiyo Toski katika mfumo kwa ajili ya mwaka kesho, kampuni najua zimesajiliwa kampuni zote zitaingia kwenye mfumo, kila mmoja ataleta listi ya agro dealers wake au seed dealers wake ambao wanauza mbegu, wataingizwa kwenye listi, watasajiliwa. Kila mmoja sasa hivi najua ana QR ana namba yake ya siri. Ya siri nini? Ile registration namba yake, mfumo upo. We are going to build this capacity of mfumo pole pole. Kwa hiyo nyinyi ndio mpo kwenye sekta hii, nyinyi ndio biashara yenu, si ndio? Jamani, kwani mimi usenu ni biashara yangu? Ama minister, mimi ni mpangaji wa muda, ni mpangaji wa kesho, naweza nisiwe lakini nyinyi ndio mmeamua kuwekeza kwenye biashara. Don't allow anyone to spoil your business. Msiruhusu, tutawapeni all hii, msiruhusu kabisa. Tutawapeni all the necessary support. Tuombe Mwenyezi Mungu bajeti ya wizara ya kilimo ipite mwaka huu. Tuombe Mwenyezi Mungu mradi tu. Aidha Waziri Bashe amewataka wasambazaji wa mbegu nchini kuhakikisha kuna upatikanaji wa mbegu ambazo ni nafuu kwa mnunuzi, kisha ndipo wazungumzie swala la shinikizo la kemikali juu ya mbegu, yaani adoption of seeds, kwa kuwa swala hilo la adoption linahitaji mafunzo. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, usisahau kubonyeza kitufe cha subscribe, like, share na comment ili wa kwanza kupata taarifa zetu.